Shida gani inanikuta? Mauzauza gani ana napitia? Yaani mpaka nikimbia nyumba yangu? Haiwezekani mimi nikimbie nyumba yangu. Hapa napaswa nirudi nyumbani, lakini kitu cha muhimu zaidi, yule lolo yule, napaswa kumtafuta, na nikimtafuta nimwambie kabisa aache tabia yake ya kuwatafuta tafuta watu kuambia kuhusu hili suala la dada yake, kwa sababu kadri anavyoambia watu anazidi kuzua taruki, na anavyozidi kuzua taruki anazidi kunisababishia mimi matatizo. Utafika time watu watagundua juu ya hii siri, na mimi nataka ibaki kuwa siri yangu mimi mwenyewe. Hapa ngoja nirudi Sasa kama amepanga kunikomoa kwa eh, sababu nishiwe kupitia kwenye visanga, lakini kisanga cha safari hii ninachopitia ni hatari. Eh, Ila nimeamini kwamba mpaka sasa hivi hakuna mtu yoyote ambaye anagundua hii siri, na mimi siwezi nikamwambia mtu yoyote, sitakuja kumwambia hata mtu mmoja, siwezi kuja kumwambia. Lakini mambo yakiendelea hivi inabidi mimi mwenyewe niende kwa mganga kwa sababu mpaka sasa hivi sione rafiki yangu yote ambaye anaweza akanisaidia hapa. Ngoja kwanza nikapumzika. Oh. Eh, hey, hello, vipi? Shwari. Shwari. Shwari. Za huko utokako? Ah, nzuri. Mm, matokeo yapi? Matokeo chuo nilikuwa kwa nimeitwa na uongozi wa shule. Ah, kuna shida. Amna niliaga kwamba ni dadangu, unajua, kwanza kwa dada yangu amepotea. Amepotea? Na hivyo dadangu ana siku ya tano amepotea, unekani? Siku ya tano. Eh, hey, hey, eh, yeah, kwa niliaga shule nitafute dadangu, kwa niwenda kula alikuwa ameniita. Unajua amepotea? Ndio. Hmm. Sasa hivi Morris aeleweki, na muda wote unajua huwa anakaa naye, lakini hakuwahi kuniambia uiambia. H hmm. Sijajua nimechukua hatua gani mpaka sasa, tunamtafuta tu tunamtafuta tu e. Hamjatoa ripoti kwa mwenyekiti wala kwa mjumbe wala hamjaenda kituo cha polisi? Kituo cha polisi yeah. Nilimwambia shemeji yeah. Shemeji akaniambia kwa kweli ni mtu mzima na muda bado kwa hiyo tusubiri, subiri, tutaenda wiki. Nilimwambia si anikataa kwenda polisi eh, basi haina shida, nisikia roho eh e. Na ni so, e, mishi miji yako na muweza mm, nitamtafuta shimiji yako, nitamtafuta Morris, nitakaa nitaongea naye na nikishaongea naye leo hii hii nitarudi tu jioni, nitakuja nimfuate Morris, mguu wake, mguu wangu, mguu wako, tunaenda kulipoti wapi? Kituo cha polisi. Sawa eh, utakuwa umefanya jambo zuri. Niache niende mishi nikigeuka tafuta, basi sawa. Sasa nielekea hapo nyumbani. Ha, uzike poa. Oh, mimi ndazamumishi poa. Oya, mwanangu, mimi si nilikupanga mwanangu? Amini mwanangu, si nilikuelekeza? yeah, mdogo wako, tatizo wako mkono mrefu, kama hajakula kuku wa Mpemba au sio? Yule wezi, sikiliziwe mpaka uu mwaka unapinduka, mwanao anamiliki mshipa. Mimi na tisha. Hapana, Shimigu, utishi eh? Vipi? Ah. Unatoka uh -huh, wapi? Nimetokea nyumbani. Ah. Eh eh. Aya, niambie. Si kwanza nimekumbuka. Bwana wewe, ile siku ulinikimbia? Ah ile siku? Eh. Hapana, Bwana Shimigu, sijali kuhusu ile siku. Unajua mimi na yeye tunapitia wakati mgumu sana. Kwa hiyo kuna muda huwa napenda um, tutaniane, eh, tuchekeshane chekeshane na ndio maana huwa niliamua kufanya kile kituko ili ufurahi na si uliona ulicheka. <laughs> um, nilikuja nyumbani shemeji, sijakukuta. Hizi siku mbili tatu nakuja nyumbani mfulo ulizo, lakini sikuona. Hata mimi mwenyewe nimekuja nyumbani kwako kwa tangia karibia, hata mara mbili mara tatu sikukuti. Vipi, si nilikwambia uende chuo? Imekuwaje tena, mbona uko wapi? Ndio nilienda, lakini nilienda kuomba muda, imagine nimtafute dada yangu. Yaani ukaomba muda tena uendelee kumtafuta dada yako, wakati mimi nilikwambia kurudi chuo kaendelee na masomo. Kwanza umekutana na Chuse? Chuse mm, kiukweli mm, mm, mm, Chuse mimi sijakutana naye jana. Nilionana naye nikamueleza station yote kuhusu dada, akasema kwamba ataongea na wewe sawa? Mm, mimi na wewe na yeye twende kituo cha polisi tukatoe taarifa kwamba dadangu alipotea. Hey, dadangu aonekane. Kwani wakati wewe nilivyokufuata nikakwambia uende chuo mimi nilikwambia nini? Si nilikwambia kwamba taarifa zote kuhusu dada yako nitakwambia mimi. Eh? Kwanza alikuwa anakutafuta. Unajua Lolo, hiki kitu ambacho unakifanya unataka kuzua taharuki. Kwa sababu hii tabia yako ya ma, mara leo unamfuata eh, Chusa unamwambia. Mara umemfuata Samu amemwambia. Sasa tabia gani? Kwa sababu kadiri unavyozidi kuambia watu ndio jinsi ambavyo unazidi kuzua taharuki. Alafu unavozidi kuzua taruki, unawaweka watu kwenye mashaka na wasiwasi. Wasi. Eh? Mara mwisho tulikutana mimi nikakwambia kwamba dada yako amesafiri. Alinipigia simu, nikaongea naye akaniambia kwamba bwana, mimi nimesafiri. Lolo akirudi chuo, Mwambie Lolo mimi nimesafiri na si nilikwambia kwamba dada yako amesafiri. Kusema kweli, dada yangu kusafiri mimi tangia muda mrefu sijali afiki. Ya. Dada yangu kwa jeni anasafiri, yaani hata kama huko mtandao usumbuke kiasi gani, siku tano. Hapatikani. Hmm. Kinachokufanya tena unaenda chuo unarudi nyumbani, mara unakwenda kumwambia mtu fulani, unakwenda kumwambia mtu fulani ndo nini sasa? Alafu mimi naona ni ni vizuri nikimwambia mtu huyu, mtu huyu itakuwa ni vyepesi sana kumpata dadangu. Inawezekana yule alomwambia labda alimuona jana. Mpaka sasa hivi kuna mtu ameshakwambia? Kuna yeyote ambaye amekwambia? Manake hawana msaada unavyoendelea kuambia. Sana sana kama unajichoresha tuwe mwenyewe, haina haja ya kuambia. Mimi yule ndo mwanamke wangu, nitahakikisha eh? Naingia huku natoka huku, namtafuta mwanamke wangu mpaka nitakapomuona, kwa sababu yule ni mpenzi wangu, na mimi nampenda kutoka ndani ya kilindi cha moyo wangu. si umeelewa? Najua vizuri ninachokifanya. Kwa hiyo, stop stop kuambia watu, usiendelee unachokifanya, unazua taruki. Haya, umewambia watu dadako amepotea, kesho akionekana, wa hawa watu ambao umewambia, utapita tena kuwatangazia kwamba dada ameonekana? Sikazi ya kijinga hiyo. Acho pumbavu lolo Shem, kwa nini jana mkataza mimi kwa kuambia watu? Kwa nini yani? Kwa nini mimi nimekuambia nini hapo? Usichonielewa nini wewe? Sikiliza. Baadaye mimi nitakuja nyumbani, umeelewa? Um, ulisema kwamba ulionana na, Ndiyo. Huu mguu ni wa Chuse na Chuse, si ndio? Ndio. Huu mguu ni wa Chuse. Namfuata Chuse huko kwani. Kuna sehemu ulikuwa naenda huko, lakini inabidi nihairishe kwanza, nimfuate Chuse huko alipo. Alafu nikifika nitaongea naye Chuse. Si umeelewa? Huko unaenda wapi? Nilikuwa naenda dukani. Usije ukaenda tena kwa mtu alafu ukamwambia kuhusu hizi habari. Hapana, anaelekea dukani. Unanihakikishia? Ndio. Basi, nenda. Bye. Haya, bye. Ulolo lolo. Anachokifanya Lolo anataka kunisababishia mimi matatizo. Alafu kwa nini anapenda sana kunifuatilia eh? Mimi nilimwomba msaada kama alikataa kunisaidia, kitu ambacho kinamfanya yeye anaendelea tena kunifuatilia ni nini? Huyu anataka kuzua taaruki chusi. Inabidi niko na mama haraka sana, iwezekana yes <tipulikana> Jenerali yeah. Unajua tumezunguka kishenzi mpaka dakika hapa kumtafuta tafuta wewe, ndugu yako Morris, unajua hatujamuona mpaka dakika hapa, tumeshatembea, tumeenda sio domola mamba, tumeingia sio kwa mwarabu kaloni, sisi tumeendaenda sio kona, sio wapi au sio, hatujafanikiwa kumuona Morris. Afu kwa story zinazoendelea mitaani, mwanao mara akapita huku nduki, mara kapita huku mbio, mara katoka huku kibati, au sio? Sasa wewe fikiria, huyo mtu atakuwa akafanyaje? Mimi niliwaambia toka mara ya kwanza, Nisijekaa akakola kukuwa Mpemba, afu wanangu nyewe mmekaa tu hapa mnasikilizia kitamshuka huu mwaka atamaliza ata na kishipa yule, minakwambieni. atamiliki kibusha yule, minakwambieni Morisi. Ah, ni mwanangu Modi, kwa hilo swala unaloliongea wewe yeah. Mimi naweza nikakunga mkono kwa aina moja wala aina nyingine. Mimi naamini ndio itakuwa hivyo hivyo, kwa sababu swala linaulijua mimi, swala linaulielewa mimi, mi yule mwanangu minamjiwa. Mi namjua yule tozi tu mmoja yule bisho tu au sio? Sasa mara yeye mara akakimbia mara mimi naambia alizokimbia baba, ukiziunga hapa na Morogoro sawa, sisi tunamsubiri maskani hapa eh. akija au eh. asipokuja hapa, mimi nikiingia zangu lodi kule eh. au sio eh. nikikutana eh. na Morris kitendo, bila kuchelewa, fanye maamuzi haraka. Atatuzalilisha yule bwana baba, mara ngapi tuzalilike? Tayari tushazani hapa, tumevaa nguo lakini tukipita lodi, tupo uchi Sawa, yani kuanzia jamii na watu walotuzunguluka, wanatuona sisi akili hatuna kama yeye. Yeah, yeah. Sasa soma, ila kwa sababu sisi watu wazima, mimi mholisi nitaruka naye. Yani kama akija hapa au juu, nitaishi naye. Yaani shindwi yule, yule mholisi rafiki ya yangu anishinda mimi, nagwa. Unijua? Nakuelewa, nakuelewa. Basi tulia baba. Umesikia? Mholisi kakiunga chuma, chuma kiungu ina nazi babu. Wewe tangu uzaliwa ushakuwa na chuma kinaungwa? Ah. Kaka kanyaga. Morisi, Morisi, mimi niliwaambiaga kati pale, kuna wapemba kibao kibao, sijekaa mwanao kapitapita pita kaileta pita, pita, maso unajua, watu sisi tumeumwa, fikiri mwanangu, mudi ikifika baada ya jioni, mida ya jioni, awe chuse awe Morisi, wakija panda hizi, yeyote atakaye kufika, mi naishi naye, kwa sababu kila siku anachanganya mpaka nielewe nini shida Nyumbani, nyumbani. mm -hmm. Zuri. mm -hmm. Jana nilivotoka kwako pale, nipo njiani, nazungumza na nguvu mtego nakono umepita tena duki. Vipi mzee wetu? Ndio, unafanya mazoezi au? Kwanza sikiliza kiko. mm -hmm. Sio kitu ambacho mm kimenileta hapo hap, mi nilijua tu lazima utakuja. Ya, wewe si rafiki yangu sana. Eh. Unajua kama nitakuja lakini ujio wangu huu <laughs> Nelejiwa Nelejiwa. ni ujio tofauti kidogo. Ni tofauti gani? Sikiliza nikwambie kitu kimoja tu. Unajua wewe ni rafiki yangu. Nafahamu. Na nilipokuja na hapa nyumbani kwako, kukwambia kwamba nahitaji msaada wako. Niliamini kwamba hakuna mtu mwingine yoyote ambaye angeweza kunisaidia kwa wakati ule. Isipokuwa ni wewe Chuse. Sasa, ulikataa kunisaidia. Na ukaja nyumbani kwangu. Ukakataa kunisaidia. Lakini kitu kingine tena nashangaa, eti wewe huyo huyo Chuse unatoka unakwenda kumwambia Lolo kwamba oh, sijui dada yako onekani, inabidi tutoke hapa, twende polisi. Sasa wewe oh, unaenda polisi, ulishia kunitafuta hata mimi mwenyewe ambaye nina mpenzi wangu ukaniambia kwamba ili jambo limekaaje nikakuelezea. Usizungumze hivyo kwa Maurice. Nisikie nikwambie kitu kimoja. Wakati naenda kazini jana nimekutana na nani? Na Lolo anatoka chuo. Sasa akanielezea kuhusu habari za nyumbani kwako. Ananiambia dada yake anaonekani ana siku ya tano. Muulisiji kweli, dada yake mke wako anaonekani siku ya tano, wewe umekaa tu hivi kweli, nakuingia akilini Morris? Hebu niambie wewe, nakuingia kweli? Afu sasa, kwa ripoti nilizopata, hujaenda kutoa ripoti kwa mjumbe, au hujaenda kutoa ripoti kwa mwenyekiti, hujaenda kutoa ripoti kituo cha polisi. Unampata vipi? Unampata vipi? Chuse, nawezaje kufuatilia matatizo ya mtu mwingine ikiwa mimi mwenyewe napitia matatizo kwa wakati huo? Na ndio maana nataka nikwambie kitu kimoja. Hayo matatizo yako hayo ya mwanzo, hayo yaweke kwanza pembeni, tuliangalia hili la shemeji amepotea siku tano. Kesho ni siku ya ngapi, ya sita, ina kesho kutwa ya saba, inakuwa wiki, au sio? Kwa hiyo siku zote hizi unataka unataka, yaani tuseme unataka kufanya kitu gani ili ya kile ambacho unielewe? Nawezaje kumtafuta shemeji yako ikiwa mimi mwenyewe kuna matatizo ambayo napitia Sinifuata nikakwambia nika kwamba mimi nina matatizo. Ndio. Eh? Dibu. Sasa anawezaje tena kuendelea kumtafuta shemeji yako? Alafu huyo Lolo alokufuata wewe akakwambia kwamba eh, sijui dada yake aonekane ana siku ya tano. Muulize Lolo. Lolo, nilimfuata nikamwambia kwamba dada yako nilimwongea naye kwenye simu, akanambia amesafiri atarudi. Lolo, Lolo si nimeongea naye mimi. Mbona hajakwambia hivyo? Sasa wewe ulipaswa unifuata mimi kwanza. Mwenye mpenzi wangu, mahabuba wangu. Sasa sikia nikuambie kitu. Lolo no nje, wale ni familia yangu. Jambo lolote ambalo litatokea katika familia yangu, mimi ndio mhusika. Hicho kimbelembele chako cha kujifanya kwamba wewe unataka kuingilia mambo ambayo hayakuhusu, utakuja kujiingiza matatizo. Si umeelewa? Mimi naondoka, ila ukiendelea kulifuatilia fuatilia ili jambo na ukiendelea kujitia wewe, ni kimbelembele kisosodu sosodu, chovya chovya, unapenda sana kuchovya chovya taarifa ambazo hazikuhusu, utakuja kujua upande wangu mimi Mwenyelewa chuse, mimi ni mtu mbaya sana ukiingia kwenye anga zangu hivi. Kwa nini msimtu mombea hivi? Habari huwa tunaukumbana, tunafikia hatua mbaya. Kwa nini? siri aliyokuwa nayo ni siri gani, liokupo nyuma ya pazia? Ila ili lazima nitalitambua na nitalifanyia kazi.